Unadhani umeshayaona yote duniani, lakini naweza nikakwambia bado. Na hii ni baada ya serikali ya China kutoa wito kwa wakazi wa kaskazini mwa nchi hiyo walio na uzito wa chini ya kilo hamsini kujifungia ndani ya nyumba ikionya kuwa wanaweza kupeperushwa kwa urahisi na upepo mkali unaovuma katika maeneo mengi ya nchini humo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa shirika la hali la hewa nchini humo limetoa tahadhari mara tano juu ya dhoruba hiyo katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, yaani Jumamosi na Jumapili iliyopita, ambapo upepo, mvua, theluji na radi zimekuwa zikipiga eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, upepo unapuliza umefikia kiwango cha 13. Nguvu ya upepo hupimwa kwa kipimo cha kutoka daraja la kwanza hadi la 17. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo hali ya hewa ya China. Upepo wa daraja la kumi na moja unaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwenye miundombinu na maisha ya watu, huku daraja la 12 ukileta uharibifu wa kiwango cha juu kabisa kwenye maisha ya binadamu. Tahadhari ya upepo wa kiwango cha kati, ambayo ni ya pili kwa ukubwa katika mfumo wa tahadhari wa ngazi nne nchini China, ilitolewa mjini Beijing siku ya Ijumaa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Dhoruba hiyo iliyosababishwa na upepo wa vichocheo wa upepo vinavyopuliza kutokea kutoka Mongolia kuelekea kusini mwa China ilisababisha upepo uliofikia kasi ya kilomita 150 kwa saa katika maeneo ya Beijing, Tianjin na sehemu za Hebei. Mamlaka za serikali nchini China katika maeneo hayo ziliwaonya wakazi kuwa upepo huo ulikuwa na nguvu ya kung'oa miti yenye mashina yenye kipenyo cha hadi sentimita 30. Ili kupunguza madhara, bustani za jiji zilifungwa na miti ya zamani ilikatwa matawi ama kuimarishwa. Hata hivyo, licha ya hatua hizo, takriban miti 300 iliangushwa na upepo huo na kusababisha uharibifu wa magari kadhaa. Hakuna majeruhi walioripotiwa, japo maofisa pia walishauri wakazi milioni 22 wa jiji la Beijing kuepuka safari zisizo za lazima, na nukuu, watu wote mjini Beijing walikuwa na wasiwasi wasi mkubwa leo, hakuna watu wengi mtaani. Hata hivyo haikuwa mbaya kama nilivyotarajia, mkazi mmoja aliambia shirika la habari la habari la Associated Press. Mkazi mwingine mwenye umri wa miaka takriban 30 aitwaye Li aliongeza, haikuwa mbaya kiasi cha kutoka nje kabisa, lakini imeathiri shughuli za kila siku kwa kiasi fulani. Dhoruba hiyo pia ilivuruga usafiri. Zaidi ya safari 400 za ndege zilifutwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing Capital huku huduma kadhaa dhareri zikisitishwa. Ingawa maduka ya rejareja yalibaki wazi, bidhaa ziliondolewa haraka kutoka maeneo ya wazi ili kuepuka madhara. Katika miji ya Shizijuang na mji wa Laiyuan, jimbo la Hebei, miti iliangushwa na mabaki mengine yalisababisha kufungwa kwa barabara huku dhoruba za mchanga zikiwalazimu maofisa kufunga barabara nyakati za usiku. Katika maeneo ya magharibi Gansu na Ningxia pia ziliripotiwa kuwa dhoruba za, za mchanga zilikuwepo, huku mwonekano ukishuka hadi mita 50 katika baadhi ya maeneo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali. Jina langu ni Mgongo Kaitira.